Hivi umewahi kufikiria kwamba unaweza ukawasha taa au kuizima ukiwa nje ya nyumbani? Umewahi kuf, kufikiria kwamba unaweza ukawasha TV na kuizima ukiwa nje ya nyumbani? Au umewahi ume kufikiria kwamba unaweza ukaiwasha friji? Umebanwa na foleni huko barabarani, unahitaji urudi nyumbani ukiwa upate kitu cha baridi. Sasa wakati unatoka nyumbani ulijisahau kuwasha friji sasa. Unajua kama unaweza ukawasha friji ukiwa nje ya nyumbani, so yote haya yanaweza kufanyika kupitia simu yako tu. So Tech Kijanja hapa tupo kwa niaba ya kukufahamisha yote na kukufungua yote ambayo unaweza ukayatumia ukiwa nje ya nyumbani kabisa, na ukayafanya yote hayo kiurahisi kabisa. So twende moja kwa moja, karibu kwenye Tech Kijanja. Leo nakupa tips ambazo ulikuwa huzijui, jinsi ambavyo unaweza ukaunganisha simu yako na vifaa vyako vyote vya Samsung kama smartphone, kama TV ya smart, yani Smart TV na vifaa vyote vya Samsung ambavyo unaweza kuunganisha: redio, feni, taa, sijui hita na vitu vyote ambavyo vinacheza na Samsung. So, so Tech Kijanja inakuja kukufumbua na kukupa maelekezo namna ambavyo unaweza ukatumia jinsi ya kufanyeje ya kukaa ya kutek janja. So tunaenda moja kwa moja kwenye hatua kwa hatua sasa. Kwenye Samsung yako, nafikiri kila Samsung inakuja na kitu ambacho nitaenda kukuelekeza hapa. Sasa, kabla sijaendelea, nahitaji hii. Natumia simu kama unavyoona, natumia simu kama hivi. Sasa nahitaji ni nifanye hii simu iwe kama e, laptop, yani tuitumie kama mfano wa laptop ili uone vizuri zaidi, so nitakuelekeza namna ya kuilo, nahitaji ni iroteti yote kwa pamoja. So kwa hiyo kama nawe unahitaji njia ya kuroteti, we comment chini hapo roteti, nitakupa maelekezo namna ya kuiroteti simu nzima. So tuende kazi. Kama hivyo, tayari nimeshairoteti simu yetu. Tuna, tunaenda moja kwa moja kwenye tipsi za namna unavyoweza kuunganisha simu yako na vifaa vyako vyote nyumbani, mfano kamera, smart TV, taa. Yani ukiwa mbali na mazingira, unaweza ukazima taa, unaweza ukawasha feni, unaweza ukawasha TV. So hii hapa sasa, kwenye smartphone yako utaenda hapa juu upande wa kulia hapa. Ngoja nikupe maelekezo hapa hapa iki hapa hapo wamepoandika Samsung, so hapo ndo kuna application zote za Samsung. So kishaenda hapo, umefungua hapa, moja kwa moja tunaenda moja kwa moja. Wewe nenda palipoandikwa smart things, smart thing kutoka kwenye hii Samsung shop. Wewe utaibonyeza smart thing. Hii smart thing iko kwenye simu nyingi za Android. Kwa hiyo itafunguka kama hivi. Kwa sababu nakupa maelekezo moja kwa moja, nimeona nianze kabisa mwanzo ili uelewe kabisa, kwa sababu mimi naitumia nitaka nikuelekeze moja kwa moja. So twende moja kwa moja, utaenda mo Mozan, alafu utaenda continue kama inavyokuambia hapo. Wanakuambia automate your devices au make, make your, make your life smarter, yani fanya maisha yako kuwa rahisi So, tunaendelea moja kwa moja hapa wanasema Smart Thing using permission. Hapa unasema, location. Sasa hapa unaweza ukaseti mpaka location. So takuelekeza hatua kwa hatua, kuna vitu vingi hapa tunaenda kwanza ku continue. So kisha continue, ni kama hivyo, wanakuletea mambo kama hapo, yasome, yapitie pitie, nini maswala ya mapu 3D view, quick control, kama hivyo, wanakupa maelekezo namna ya kufanya. Unaona TV, sijui feni, sijui nani, friji, unaweza vyote ukafanya, ukavicontrol kupitia simu yako. Kwa hiyo life care, so tunaanza na start smart things, tuna start namna hivyo. Tukisha start namna hivyo, inatu, inatuambia to, to set location. so tutaialau tuta location sisi, tutaialau hapa location, unaialau kama hivyo, kisha ialau. Tayari hapo moja kwa moja inakuwa imeshapata location yako. Unaona hapa kwenye dashboard, kuna kila kitu hapa. So twende moja kwa moja nikakuelekeze, na hii tutatumia tu mbinu chache sana, lakini kuna mambo mengine. Hii ni kama introduction, lakini kuna vitu vingi sana nahitaji nikuelekeze so tuende moja kwa moja kwanza kabisa, utaenda hapa start hapa get start. Ukisha bonyeza ukishabonyeza get start hapa, hapa, itafunguka itakuletea namna hivi hapa. Sasa una seti location hapa, location my home. Yes, hapa iko my home, so kuna hapa geolocation geolocation hapa hapa kwenye geolocation so kwenye geolocation hapa. Sasa ndio mfano, wewe unafanya kazi posta, wewe unafanya kazi posta, maybe unaishi wapi? Unaishi Mwenge. So unaweza kuangalia kutoka pale, kutoka pale posta mpaka Mwenge, labda ni kilomita kutoka pale mpaka Mwenge, kutoka posta mpaka Mwenge kilomita kama, au unafanya kazi kali yako mpaka Mwenge ni kilomita something ni kama kilomita kumi na mbili yeah. kilomita kumi na mbili so unaweza sasa ukaseti hapa kilomita zako kumi na mbili kilomita zako kumi na mbili hii naenda mpaka kilomita thelathini kama unavyoiona hii hapo kilomita thelathini kwao unaweza kachukua mpaka kilomita thelathini. So hapa ni kumi na mbili hii hapa kumi na mbili hapa unajua kabisa hapa niko zangu na naishi Mwenge, naweza nikavicontrol vitu vyangu. So twende moja kwa moja, kama hapo tayari umesha seti, kuna juu hapa wamekuambia save, una save. So na hapa juu wamekuambia kabisa kuna kwamba unaweza ukawa nani Kigamboni pale, so una save namna hivyo. Ukisha save tayari hapa wanakuonyesha Kigamboni sijui sehemu gani, yaani ni sehemu nyingi ambazo inafanyaje, itakuwa ita, ita ina kamata. Unaenda hapa juu, wamekuambia hapa juu kabisa hapa wamekuambia next, hapa juu hii hapa next. So ukishabonyeza next hiyo itakwambia hivi itakuonyesha vitu ambavyo ina uwezo wa Unaona, kuna hii hapa. Hii ni special kwa, kwa kufua. Umeona, hii hapa ni TV, hii hapa ni ni nani, ni hii ni home base, hii hapa ni fridge na vifaa vingine vyote inakuonyesha. So kama hapa chini hapo wanakuonyesha search devices, kwa hiyo kama kuna devices ambayo yoyote iko on unaweza ukaifanyaje? Unaweza ukaipata, kwa sababu mimi hapa hakuna device ambayo iko on, haitapata device yoyote. So kwa hiyo kama wewe kuna device yako, hakikisha device yako iko on. Ikiwa on, kwa hiyo itakuja moja kwa moja. So kwa hiyo tutaendelea, tuna next. Tukisha next hapa, ina, inaweza ikakutengenezea QR code. QR code hii hapa, hii QR code unaweza ukaiscreenshot Okay, unaweza uka screenshot ukawa nayo kwa niaba ya kufanyaje? Ku connect. Una done. Kisha maliza kudani hapo tayari, maanake umesha seti kila kitu so sasa ngoje tuende kwenye ku add devices. Unaona hapa juu hapa wamekwambia, hapa wamekwambia add devices. So hapa wamekwambia add devices kwa hiyo tutaenda hapa add device. Ukisha bonyeza add device, ni device hizi hapa zinakuonyesha. Kwa hiyo hapa kuna, kuna Samsung devices alafu kuna hii inaitwa partner devices. Sasa hapa hii devices, Samsung devices, ni kama devices zako mwenyewe, devices zako mwenyewe unaweza uka ziadi hapa partner devices, maana yake unaweza ukafanyeje? Unaweza ukatumia pia devices za mtu mwingine, kikubwa tu uwe umekubaliana naye, ndio mnaweza mkashare devices za kwake. Okay, na hapa chini kama unavyoona kuna eh, scan QR code au scan nearby. Hii scan QR code ndio kama ile pale uliokuwa umeitengeneza pale kwa hiyo kwa mtu kama unataka ushare kwa nani devices za mtu mwingine utat, wewe utatumia kuskani device hapa, na hapa hii hapa label, neble scan neble, hii hapa na yenyewe kama unahitaji kuhamisha, so unaweza kutumia hii hapo. Sasa sisi twende tuanze na device za kwako pekee, utabonyeza add. Ukishabonyeza add, kuna devices kama hivi hapa juu kama unavyoona, wamekwambia what kind of device, kwamba unaweza ukatumia unahitaji kutumia device gani. Hapa juu unaona kuna all, kuna home appliance, kuna air care appliance, kuna kitchen appliance, kuna TV and entertainment, kuna lighting and switching, kuna sensor and security kuna hub connectivity na kuna lifestyle and another. Sasa tutaanza na home appliance, vitu ambavyo unaweza ukaviconnect, na hii ni kama nilivyokuambia hii ni introduction tu, lakini utawaelekeza namna ya kuconnect hapa mwanzoni. Kuna hii hapa ma, inaitwa microfiber. Kwa hiyo unaweza ukaicontrol microfiber yako. Okay. Kuna robot cleaner. Hii robot cleaner ni, ni zile robot za kusafisha nyumba. Kuna robot ambayo ukiweka ndani inasafisha ndani. Kuna hii turbo, turbo dryer, ni ile ya kufua. Okay? Ya kufua. Hii ni ya kufua. Haina tofauti na hii ya chini ya wash. Wash. Kwa hiyo kuna ya kukausha fu, kuna ya kufua. Okay? Haina tofauti, alafu tunakuja hapa Air care Appearance. Air care Appearance hapa ndo unaona kuna air condition. Kwa hiyo unaweza ukacontrol AC yako kupitia simu yako air condition. Alafu kuna air pa, pa nini parifi, parifi. Nafikiri hii inatumika sana kwenye gari. Alafu kuna hii hapa dehamid, dehamid. Dehamidife, na na yenyewe nahisi iko kwenye gari. Alafu, kuna feni, enawi, feni na winter unaweza ukazifanya, ukazicontrol. Haya, tunakuja kwenye kitchen appearance. Kitchen appearance ni hapa. Unaweza ukatumia, kuna cook, cook hot, kuna jiko jiko la kupikia. Okay, kifaa cha kupikia inaitwa hivyo, na vingine hivi hapa vingi, kuna unaweza ukatumia. Sasa tunakuja kwenye TV and entertainment. TV and entertainment, hapa zipo devices kama nyingi, nyingi kama unavyoziona. Kuna display, kuna monitor, kuna projector, kuna soundbar, kuna speaker na kuna TV. Hivi vyote unaweza ukafanyaje, ukaviconnect. So tunakuja kwenye light and switching. Light and switching, hizi ni taa unaweza ukaunganisha taa zako na simu yako ukazi control, hata kama mfano nilivyokutolea mfano huko kazini posta, au huko Kariakoo, umechelewa kufika nyumbani kwako, unaweza kuwasha taa ukiwa huko huko, kwenye foleni, umekutwa na foleni huko barabarani, unaweza ukawasha taa zako au ukawasha TV huku ukiwa bado haujafika nyumbani kwako. So tunaenda kwenye inayofuata inaitwa sensor and security. Hii sensor and security, ni baadhi ya vifaa ambavyo unakuwa umevitrack vifaa vyako, mfano unaweza ukatrack kifaa, mfano unaweza ukatrack begi la mtoto wako, unaweza ukaweka kifaa ambacho kina track mtoto wako anakoenda. Kwa hiyo unaweza ukakiweka kwenye begi la mwanao ukawa una, una, una, una mtrack kila anapoenda, umeona? Kwa, na hii pia unaweza una, ukatrack una, una, una tagi unatagi kamera zako, unakuwa unaona kinachoendelea. So tunaenda kwenye hub and connecti, connecti, connectivity. So ni hub connectivity hii, hub connectivity, smart smart home hub, hii ndio mfumo wenyewe ambao una pleti vitu kama hivi, alafu tunaenda kwenye life and life and other. Sasa hii ni wireless charge kwa hiyo kuna zile wireless charge ambazo naenyewe pia unaweza ukafanyaje ukai control kupitia simu yako. You see? Hii in ni introduction tu, sasa ngoja nikupe, nikupe review kidogo ambavyo ambayo wana wamekuwa wakiionyesha. Hii ni review kidogo tu ambayo unaweza ukaiona, review kidogo ambayo unaweza ukapitia pitia ukawa unaiona jinsi vitu vinavyofanya kazi, kila kitu kiko kiganjani mwako. Hauna haja ya kuweka sijui nini, ya umechelewa kazini, alafu unaanza kufikiria hivi, mm, nitafika saa ngapi nyumbani kwangu ili kwa niaba ya kuwasha taa? So unaweza ukawasha taa, ukawasha inta, ukawasha feni, ukawasha kila kitu, ili mradi ukafanyeje, wakati unafika kwako una, unajua una uhakika kabisa kuna usalama. Na ukawasha kamera zako, unaona. Kama huu hapa mfano, kama huyu hapa huyu hapa amekaa anaangalia TV, lakini anatumia simu yake, unaona. Hapa wametupa mfano kwamba hii hapa ndio simu yake ameshika. Lakini hizi icon, unaona, icon hizi za juu hizi hizi hapa hizi icon, maana yake ni simu kinachoonekana kwenye simu yake, maana yake sasa kuna, kuna hii option ya kuzima, kuna hii option ya ku control kama remote control, ya limo ya, ya nani ya TV, alafu kuna hii hapa display naweza aka display. So tunakuja upande wa pili huku, upande wa pili huku, unaona kuna kwenye hii dashboard, kuna option kama tatu hivi kwenye, kwenye dashboard hapa kuna option kama tatu moja inaonyesha ni switch ya taa light off, alafu kuna smart TV off, alafu kuna robot cleaner. Sasa hii robot cleaner, kama nilivyowaambia hii robot cleaner ndio ile un, ni robot ambayo, inaka unaweza ukaiweka ndani inakuwa inasafisha yenyewe zipo hizi okay, alafu kuna smart, smart TV. Smart TV ndio hii hapo ambao unaweza pia ukakontrol simu yako kama mfano wa huu wa kwanza ambao nilikuelekeza na hii ya tatu ambayo ndo iko kwenye wa, ya kwanza ni taa, taa unaweza ukawasha taa kupitia simu yako, hata kama uko mbali na nyumbani kwako, ukawasha taa yako. So vifaa vingine vyote ni kama hivi, hapa inakuonyesha namna unavyoweza kuvitumia. Unaona kama ile nilikwambia, unaweza ukas, uka, ukatumia ile scan kiwa la kodi hizo hapo, vitu kama hivyo hapo, vifaa vingi sana ambavyo vinatumika hivi hapa. So na hii hapa k okay? nafikiri una unaona vizuri kabisa. So nimekuelekeza hii, hii ni introduction to how to use. Unaona hapa chini wamekuambia, check how to use, yani tazama namna ya kutumia. So kila kitu kiko hapa. Mona kama huyu hapa anatazama TV lakini anaweza akafunga, anaona sijui. Umeona mfano huo? Ama anatazama TV, pazia amezifunga kupitia simu, amezima taa. you see? You see? You see! Ana, si ana, ana, anafunua pazia kupitia simu yake, anazima taa kupitia simu yake, anazima TV kupitia simu yake move Mo, kwa hiyo hii ni introduction tu ambao nilikuwa nakupa, lakini vitu ni vingi, takuonyesha namna ya kuconnect. Unaona kama hapo, hiyo ni nani ya jikoni, sijui inaitwaje, oven ya inaitwa oven hiyo, hiyo ni oven ya, ya, ya jikoni pia na yenyewe unaweza ukafanyeje, ukaitumia ukai ukait control vizuri kabisa. Pia kuna wale watu ambao wenyewe wako busy sana hawawezi wakasema waanze kuconnect haya mambo wenyewe. So sisi tunafanya hiyo kazi pia, hapa Dar es Salaam hapa, sisi tunaweza tukaku, tukaja kwako tukaku, tukakufanyia linki ya vitu vyako vyote hivyo kwenye simu yako moja, ukawa na vicontrol ukiwa mbali na mazingira yako. So kama wewe hauna muda wa kufanya vyote hivi, so unaweza ukatu contract hapo ili tukawasiliana, tukaja kukufanyia vyote hivi, tukakuunganishia devices zote kwenye simu yako na ukaanza kutumia. So hiyo ni introduction tu, lakini kuna vitu vingi sana sijawaelekeza namna ya, ya kuconnect hapo, ni ilikuwa juujuu tu, lakini nitaandaa namna nyingine ambayo unaweza ka, tukaconnect kabisa, uone namna tunavyo control TV, tunavyo control home base, tunavyo control taa, kila kitu so twende pamoja. Karibu sana. Hii ni Tech Kijanja. Umejifunza ume nini? Comment hapo chini. Tech Kijanja, tuendelee kukupa tips za kutosha. Karibu.